As long as they see that you're wearing hijab, they say "Salamu alaikum." Assalamu alaikum. So I don't know, but it just makes me feel good. If I don't know, it makes me feel good. Okay, twende kwenye lesson. Lesson niliyojifunza ni kwamba Mwenyezi Mungu akitaka kukupandisha sehemu kwenye maisha yako, au akitaka kukubadilishia kitu kwenye maisha yako. Anakutoa kwenye comfort zone yako, sehemu uliyoizoea. Ya, watu uliowazoea kukaa nao wakati wote, uh, uh, vyakula ulivyozoea kula. Anakutoa kabisa kwenye comfort zone yako, anakuweka kwenye upweke, isolation. Anakuweka huko ujifunze kujijua wewe wa ndani, umjue yeye, umtafute, ujifunze kujitegemea, ujifunze kwamba upweke ni mgumu, lakini malipo yake ni mazuri ukiwa na subra. You, you don't need anyone. You need anyone Allah. Trust me You don't need anybody in this world you need Allah when you have Allah Allah will bring to you his people. Ukiona Mwenyezi Mungu atakuletea yeye watu wake, sio watu wako ambao unawataka wewe, kwa sababu wengi tunawataka sisi hawana heri kwetu. so God, ukiona unapitia kipindi ambacho ni cha upweke sana kwenye maisha yako, don't feel bad, that's the time you need to call Allah more You need to call God more because trust me transformation is coming. I am

and kama unavyoona hapo, I went to my dean kwa sababu nilikuwa kuna maswali nataka kumuuliza, ili nisiwe left out nikiwa darasani niweze kuelewa na kwenda sawa na wenzangu. And then baada ya hapo, I had some empty time ya kusoma na nini, kupitia vitu vyote ambavyo tulikuwa tunaenda kujifunza siku ya leo, because before ya kuingia darasani mnakuwa mmeshaambiwa leo mtajifunza nini na nini na nini hivyo so yeah, I thank God, I made some friends na nini, hawana ubaguzi wa rangi sijui vipi, no. Yani unasoma unajisikia ukiwa na raha sana kabisa. And then leo tukaa tunaendelea kujifunza kuhusu layers za ngozi na nini, mambo ya epidermis and all that. So oh my God, I can't wait guys! Moja kati ya kitu ambacho nimejifunza leo ni kwamba <laughs> siwezi kusema ndugu zangu, yaani nimelipa nauli, nimekuja mpaka Korea, nimelipa na ada, halafu niseme nimejifunza nini? No, lakini kikubwa ni kwamba anything you eat affects your skin unachokula hakikisha kwamba kinakusaidia ngozi yako ikae sawa. Baada ya hapo tukaenda kwenye practical. Hii wiki ni ya practicals. Tutafanya majaribio kwenye watu kabisa nyie. I can't wait. And then tunapewa na chakula. Ukishamaliza kufanya unakula chakula. This was a short break and then tunarudi tena darasani kwa ajili ya kumalizia, uh, masomo mengine yaliobaki mpaka saa 10 jioni. Bye. See you later. Oh, finally nimemaliza jamani Leo nimefanya practical. Yani, nikiangalia hizi video najikuta tu nacheka, maana nilikuwa nakosea nakosea, lakini mpaka zikija kupita 3 days, nitakuwa nimeshavijua vitu vingi vingi vingi sana. Leo tumejifunza vitu vingi, theory kidogo, practical nyingi. I can't wait yani, I can't wait kwa kuwasaidia wateja wangu. Nimejua yani, nimejua vitu vingi sana kwenye swala la ngozi yani nimejua vitu vingi sana kwenye suala la ngozi. Am very sure wateja wangu wakija dukani sasa hivi, ah, wataenjoi sana. Na tena Mwenyezi Mungu akifanya kheri, nikawawekea na sehemu ya fesho, sijui tu, yani mtafurahia sana, mtaenjoy sana. Nawapenda guys, and right now, ngoja nikatafuta sehemu ya kula.